Machi 27 mwaka 2025 inabaki kuwa siku mbaya kwa tasnia ya habari barani Afrika na duniani baada ya mwanahabari na mtangazaji mashuhuri wa Uganda, Shaka Ssali kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 71. Taarifa zinaeleza kuwa Shaka alikutwa na umauti huko Virginia nchini Marekani. Katika mahojiano na Global TV miaka kadhaa iliyopita alipofika makao makuu Dar es Salaam, Shaka, maarufu kama Kabale Kid, alieleza historia yake kuwa alizaliwa katika wilaya ya Kabale nchini Uganda. Maisha yake ya utotoni kama ilivyo kwa watoto wengi wa Kiafrika yalikuwa ya changamoto nyingi, akilazimika kuacha shule na hata kuwa mwanajeshi wa utotoni kabla ya kuhamia Marekani. Akiwa Marekani alisoma hadi akafikia ngazi ya shahada ya uzamivu PhD katika mawasiliano ya utamaduni mbalimbali kutoka chuo kikuu cha California, Los Angeles akijikita kwenye utangazaji hadi alipostaafu mwezi Mei mwaka 2021, akiwa amefanya kazi kubwa katika idhaa ya Sauti Amerika VOA kwa takribani miaka 29. Kwa mujibu wa Shaka, ndiye mwanzilishi, mtangazaji na mhariri mkuu wa kipindi kilichopata umaarufu mkubwa cha Straight Talk Africa cha VOA. Shaka alieleza kuwa katika taaluma yake ya uandishi wa habari alifanya mahojiano na viongozi wakuu karibia wote wa Afrika akiwemo marais, mawaziri, huku akihakikisha sauti za wananchi wa kawaida zinajumuishwa katika mijadala kuhusu uongozi na maendeleo. Shaka alikuwa maarufu kutokana na ufanisi wake katika utangazaji na umakini wake katika kuhabarisha jamii. Alipewa umaarufu mkubwa na kazi zake za kuonyesha habari na mazungumzo muhimu kwa jamii ya Afrika Mashariki na hasa kwa watu wa Uganda. Kwa mujibu wa historia ya Shaka, aliweza kuchangia katika ukuzaji wa mazungumzo ya kisiasa na kijamii, na alikuwa na mchango mkubwa katika kuhamasisha watu kutafuta haki na usawa. Kwa mujibu wake, alianza kazi yake ya utangazaji akiwa na shauku ya kuhamasisha na kutoa taarifa muhimu kwa jamii. Alifanya kazi katika vyombo vya habari vya Uganda kabla ya kuhamia Marekani. Alijiunga na Voice of America, VOA, kituo cha utangazaji kinachohusisha habari za kimataifa na masuala mbalimbali ambacho kinatuma matangazo kwa lugha mbalimbali ikiwemo Kiswahili, Kiarabu na Kiingereza. Kipindi chake cha Straight Talk Africa kilikuwa ni moja ya vipindi maarufu zaidi alivyoviongoza. Kipindi hiki kilijikita katika majadiliano ya kisiasa kijamii, hasa kuhusu masuala ya Afrika. Straight Talk Africa kilikuwa ni jukwaa ambapo watazamaji walikuwa wakijua muktadha wa masuala muhimu ya bara la Afrika huku wakijumuisha wataalamu wa kisiasa na wanaharakati kutoka duniani kote. Kipindi hiki kilijulikana kwa kutoa majadiliano ya wazi na ya moja kwa moja kuhusu changamoto zinazoikumba Afrika ikiwa ni pamoja na demokrasia haki za binadamu, utawala bora na maswala ya maendeleo. Shaka alijulikana kwa mtindo wake wa kuuliza maswali magumu na mara nyingi alikubaliana na watazamaji na wageni wake kwa usawa na kuelewa matatizo yanayokumba bara la Afrika. Alikuwa na sauti yenye mvuto na alikuwa mtangazaji anayejiamini ambaye aliweza kufungua majadiliano makubwa kuhusu maswala muhimu. Shaka alijivunia kufanya kazi na wataalamu mbalimbali wa masuala ya Afrika na alileta vichwa vikali kutoka katika nyanja mbalimbali mbali za maisha, ukiwemo wanasiasa, waandishi wa nasiyasa, habari, wataalamu wa sayansi na wanaharakati wa haki za binadamu. Hali hii ilifanya kipindi chake kuwa maarufu na kupendwa sana na watazamaji wengi. Katika maisha yake ya baadaye aliendelea kuwa na mchango mkubwa katika uwanja wa utangazaji, hasa akiwa na shauku ya kutoa taarifa bora na zinazogusa maisha ya watu. Alikuwa na jukumu la kutangaza na kutoa jukwaa kwa majadiliano ambayo yanaweza kusaidia kukuza ufahamu na maendeleo katika bara la Afrika. Kwa kifupi, Shaka alikuwa ni mmoja wa wanahabari waliotengeneza historia na kuleta mabadiliko ya jamii na kisiasa kupitia vyombo vya habari na alikumbukwa kwa mchango wake katika kufungua majadiliano kuhusu masuala muhimu ya bara la Afrika. Huyo ndiye Shaka Ssali ambaye ametangulia mbele za haki, lakini mchango wake utadumu daima.

Ha, bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi maana kwanza mgodi huko mbali sana, halafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya sita, mm -hmm, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya sita kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa, gharama za uendeshaji zimeshuka, tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu, na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na ni sikufiche ndugu yangu pesa tunapata Ayu. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.